maana yake ni kuwa, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Kibali kama hichi nikuwa tupatiwa utamu wa kitu kama kile, yani uzuri wake ndani. Amefanya kitu kubwa gani? Amekitangulia kukifanya. Baada ya hapo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ashatuonesha uzuri wa kitu kama kile. Ama alichokifanya kitu kama kile ni nani? Basi akatuonjesha na sisi pia, tukifanya kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu

hasa katika safari kama ile babangu akazidiwa na ugonjwa njiani. Faraha ila ari rabbihi, aka akafa. Kifupi, alipokufa mimi nikahuzunika sana, babangu kufa safari ka katika safari kama ile nanakafa tu. Nikamuona babangu katika hali ya kufa kwake, ule uso wake ulibadilika katika nikazidi kuhuzunika, badala ya kuwa nina huzuni ya kufiwa nikaongezeka na huzuni ya kwamba yaonesha dalili ni mbaya. Maana yake mtu amekufa, dakika moja, dakika mbili, anabadilika. Hasa nikahuzunika katika huzuni kama hili mpaka nikalala katika usingizi wako. Katika kulala kama kule, faraaitu rajulan fi manami, nikamuona mtu katika usingizi wako, maaiaba ma maati ya ba hakuna hakuna, yani sijawahi kuona nguo alifanya nyeupe kuliko watu wengine. Yani hakuna mtu ambaye kwamba anishawahi kumwona ana nguo nyeupe kama alivae. Na kusema akiendelea kisema maati ya bari huu, sijawahi kuona mtu aliyekuwa na harufu nzuri kama yeye na pia mtu ambaye kwamba alikuwa ni mzuri wa uso kama yeye. Nimemwona mtu kama yule ya buba, ya yu, bia, katika usingizi wangu a kbia katika Yaani katika ile maiti yangu nimeikaribia, mimi namwangalia sukusuuusa waa ikawa na mtu kama yule, akaja mpaka pale katika ile maiti yangu kua, nikamwona akaondoa kile kishale kwamba nimefinika mzazi wangu. Baada ya kufanya vile, akampapasa maiti yangu kama vile dakika mbili hazikupita ama dakika moja, mara kuwa namuona

kitu ambacho kama ni nataka kuzikiti nitataka kukizungumzia kwa siku ya leo, nacho kuhusu addua, kwani tuko katika mwezi mtukufu, mwezi ambao kwamba ni bonus tumepatiwa, ni kila mtu apatilize na maombi yake, kwani dua zetu ni haramu kukubaliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani yake, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb

Usiombe uko mara mbili mbili, itajibiwa au sitajibiwa? Naomba tu kama hiyo, ni Mwenyezi Mungu atanipa, sio na roho kama hiyo, ama na roho kama huo. Naomba Mwenyezi Mungu, muombe hali ya kwa na yakini. Mwenyezi Mungu ni muweza, Mwenyezi Mungu ndo anamiliki kila kitu, atanipa. Basi asipatie ni kwa yeye ndo ametaka asilipe, kwani kuna shehe yote ila kitu kiko kwake. Sasa katika kule kujibiwa, sababu mmoja kwamba utajibiwa ni hii

Itakuwa hiyo ndio sababu ya kumtia mali, faida ya kumtia mtu kama hasa kwa wakati kama yule mzee, sio wewe, ataenda atakutia tu ya mali. Ile kitu ya mali anapatia na mambo ya shida, ni kwa nini sasa mtoto aliyepo kwa mtu ile yeye atakupa ya mali ni kwa mzazi wao, na kwa nikipatia kitu kama hichi itamwadhuru yeye na adhabu nyingine. Lakini nikipatia, badala ya kwamba yastahili kwa nani kwa ule wakati wake, kwa kwamba haita

Ni moja na kitu gani hapa tu kama chafanya huko watu wazetu sisi jibio. Akwali sio nyingi, ama sababu sio nyingi nyingi, sababu ni ijaba sio nyingi, na pia sababu za kutojibiwa pia sio nyingi, lakini nitazungumzia sababu mbili. Sababu ya kwanza ni sisi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atambia kwa kwa min asbabi ijaba, kutokana na sababu mtu akujibiwa dua yake, wataka ujibiwe maombi yako

sifa zake atoa hasa katika sifa ambazo kwamba zafanya mwenye mtu ajue dua zake ni kuwa akiganyiwa mikono, hadithi ya sima Mwenyezi Mungu ndiyo ana haya sana

miongoni mwao ni sababu ya kutokula kitu cha halali na kula kitu cha haramu. wataka kujibiwa kwa sababu kula kitu cha haramu halali

Wewe ujifanye mja, ufanye Mwenyezi Mungu ndo sayyiduka, bwana wako. Sasa mtu kama wewe amefanya zote zile, amelia akaelekea na ameinua mikono, lakini Mwenyezi Mungu asema hata kama atalia mpaka afe, na alielekea atakapotaka na inua mikono mpaka mikono ifike kilele cha mbingu, sitomjibu mimi. Nami Musa akamuuliza, ni madhani, kwa nini Mwenyezi Mungu ndio hivyo utakujibu? Akamwambia ni hata fitatni haram

Akimaanisha kifanye cha halali chakula chako, angalia machimo yako vipi, utakapokuwa ya halali, ulishe watu wako, familia yako chakula cha halali. Basi ukishafanya hivyo maombi yako yatakubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maombi yako. Basi tufanye bidii katika katika riziki zetu, tuzifanye za halali.